Kuna vitu vingi vingi vya kula huko. Mama, shikamoo.

Hiyo poa, subiri kwanza. Mna uhakika ni yeye? au jua, namjua ndio migunu yake, namjua, anaishi peke yake, ila mimi namjua kama rafiki yake, mdogo wangu anajuana naye nimekuja kumuliza mdogo wangu, mbili kwa ndugu wangu, kweli hapa sio? Hapana, aiomsh ni mke wangu. Eh, basi, utufanyeni tukaeni tumsubiri, tusubiri. Ah, no, wewe uweze ukasema ulete fujo. unajua ni nani? tusubiri nini? Yaani, okay. sisi tunakaa hapa tunasubiri. Bro, kumbuka mwanamke ulimwacha, ulimwambia tuachane Unachoenda kukikuta hicho usikishangae. Ndio niliachana naye, lakini sasa ndo, so, mpenzi wangu wa, unataka kufanya nini? Mimi ninachokitaka, nataka nikamtoe wewe ungekubali? Tulia kwanza. Wewe sasa wewe ndio unakubali? Subiri, hapo subiri, sio mke wako. Sasa subiri nikwambie wewe acha kwanza mambo mengine yaendelee. Sasa wewe unasikia ladha gani? Sio, nasikia ladha, zibe masikio hiyo basi. Sio kama kuna mtu ambaye anataka kuzisikia hizo sauti. Wewe una kiga gani kama sio mke wako? Mimi namjua. Haya, ulimwacha miezi miwili unajua alikuwa na nani? Nataka nataka mke wangu. Hebu tulia li chana, chana na mwanamke wako chana, chana na mwanamke wako. Subiri wamalize mambo yao, tuwagongee, tuwaite, tuongee nao, tuulize kama unataka kuomba msamaha au ni vipi. Sisi tusikilizie. Watu wapo na raha zao, watu wapo na raha zao. Unajuaje? Labda huyo aliyekopa ndo analipa kodi. Wewe unaweza kumlipia kodi? Mbona ulimwacha? We ni gani? Mzee wetu ulia hapa, sikilizia magoli humo, wenzako akiendelea na mambo yao Ah, mwanangu usiondoke. Mimi mwenyewe hapa sina amani hapa, naweza kunizidi nguvu bila katokea mambo ya mauaji. Acha mambo yako mengine, tuone kitu gani kitatokea. Uanze kuleta vurugu hiyo? Wewe unajua nani anamlipia kodi wewe? Usimwacha miezi miwili, anakula nini? Ana kazi mkeo? Tulia, ni mjamzito umesema. Hapo ndo tunaweza tukajua, ukute kweli labda ujauzito ukua wako. Mchizi wewe, unataka complain nini? Usio, unataka kumharibia mwenzako maisha yako. Miaka mitatu, miaka hiyo mwanangu, eti alikataa ujauzito. Ndio afu kamfungia demu sijui siku tatu, zarau zarau. We ngoja tuone, tumsubiria akishatoka tujaribu kuzungumza nao. We hasira sijui nini, achana nazo, sisi wote vijana. afu mapenzi mapenzi kwetu anahitimishwa unakataa mimba kataa mtoto kama leo umeshinda. Mimi mwenyewe kusema kweli sikujua kama tunakuja kukutana hivi. Tunakua uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba jamaa ndo alimwacha mwanamke. Mimi sipo upande wako wala sipo upande huu, sema wanawake wanavyokuwa wanaachana na, na wanaume uwaga wanatafuta ku replace nafasi yako. Sasa kama umpi huduma na mwanamke wako hana kazi, umeachana naye wiki mbili, miezi sijui mwezi mzima, unarudi tena, unadhani alikuwa anakula wapi? Alikuwa analishwa na nani? Sasa lazima mjitambue, wanaume oh. Au wewe unasemaje mzee? Upo na mwanamke umemwacha mwezi mzima au miezi miwili, unarudi, naomba samani, na unajua mwanamke wako hana kazi, alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula cha nani? Anakilipaji? Maana uwezo ukasema sasa hivi unaanza kukompeni una kompeni nini sasa? Huwezi kukompeni. Eh. Kama hapa wanataka kupigana nguvu, kisa kisa hizo sauti. Sasa nafanya mke wako gani? Mbona ulimwacha? Kama mke wako mbona yupo huko? Kwa nini ulikuwa uishi naye? Kwa nini ulikuwa uishi naye? Unakumbuka sababu ile ilosababisha? Maana hapa wenyewe ukute tunakaleta na utoto hapa. Tukapiga stori nyingi kumbe mwanangu unajua ulikosea wapi? Mi kule ukaa umenidanganya, mi mwenyewe nitajisikia vibaya hapa. tutapelekana hadi polisi, msikilize milio. Ah. watu anafanya muda mrefu Nini? Nini? Ah, ah, nini, sasa, nini. Nini? Nini. Nini? Sasa? Kwani shida iko wapi? Wapi? Wapi? Nini? Shida shida iko iko wapi? Habari Wema. Njoo, njoo. Njoo njoo. Basi ndio ndo umemleta, samani, samani, samani. Ndio huyo hapo. Ndio huyo hapo, hapo. Haya, unataka kufanya nini kwenye uwanja wangu? Mimi nataka nimchukue mke wangu, niondoke naye, nataka nimchukue mke wangu niondoke naye. Tuongee naye tena nini? Tuongee nini? Unachokiongea hapa nini? <tuk> samani.